Mpendwa mtazamaji, karibu uh, katika chaneli yetu hii ambayo inakufanya wewe kuwa mshiriki wa kuifanya dunia kuwa sehemu au mahali pazuri zaidi pa kuishi. Na leo tupo kwenye mada inayosema maamuzi yaliyochelewa ni fursa iliyopotea, maamuzi yaliyochelewa ni fursa iliyopotea. Ndani ya mada hii tutazungumzia madhara ya kuchelewa kufanya maamuzi, na hii sio tu kwa mtu mwingine, bali kwa ajili yangu na wewe. Fanya maamuzi sasa kwa kuungana nami hadi mwisho ili tuweze kuelewa nini madhara ya kuchelewa kufanya maamuzi. Karibu sana. Nikwambie basi uanze kwa kujiuliza swali. Swali moja tu, unangoja nini? Jiulize tu wewe mwenyewe, unangoja nini? Unangoja nini kufanya maamuzi? Na naamini wakati mwingine unangoja hauna majibu tosherezi ya kwa nini unangoja. Eh? Wewe mwenyewe hujiulizi na hata mtu akikuuliza, una majibu ya kwa nini unangoja? Mh, eh, kama huna majibu, basi usingoje. Usingoje, unapotakiwa kufanya maamuzi, fanya maamuzi. Mh, mm? Ulishawahi kupata idea ya biashara? Idea ya kufanya jambo fulani, lakini ukaisukuma kesho. Eti ndaamua kesho. Ndaamua kesho. Si unajua kesho haipo, eh? Eh, Waswahili wanasema tomorrow never comes. Tomorrow never comes. Kwa hiyo kama kesho haipo na haitafika. Unajikuta tu hiyo jambo huwezi kulishughulikia tena. Kwa sababu ile siku ambayo ni kesho haitafika, kwa una jambo lililotaka ulishughulikia, ina maana utaendelea kusubiri, utaendelea kungoja eh. Maamuzi yaliyochelewa ni fursa iliyopotea, kwa utapoteza fursa yako kwa ajili ya jambo ulitakiwa kulifanya leo, hujalifanya, unangojea kesho. Lakini umekuwa labda ukitaka kuzungumza jambo fulani au jambo muhimu sana na mtu fulani, lakini kila siku unasema nitamwambia tu baadaye, nitamwambia tu baadaye, si yupo tu, nitamwambia tu baadaye. Yule mtu anakuja kukutana na mtu mwingine, anamweleza jambo lile kwa namna ambayo ni detrimental kwako. Inaharibu kabisa mipango yako. Utamkasirikia yule mtu, kwa sababu yeye ndiyo mfumo aliyoona wa kumwambia yule yule mtu. Kumbe ungemwambia mapema, unge tayari unge mitigate yale ambayo yalitaka ya, ya ambayo yametokea, unge mitigate kabla hayajatokea. Haya eh? Unapoamua kufanya mazungumzo fulani fanya kwa wakati huo huo, usingoje kesho, usingoje baadaye. Yuko mtu atakuja kufanya kwa namna ambayo itakudhuru wewe. Lakini hebu tuchukue mfano ule wa, wa wahenga wetu wa mwazima jamvi. Kama ushawahi kusikia, kama hujawahi kusikia basi sikia leo, kama ushasikia basi endelea kutafakari uone jinsi mwazima jamvi anavyoweza kufanya makosa, na ni makosa ya kamgarema. Kwa hiyo umefika uh, kwenda mahali fulani kuazima kuazima jamvi, badala ya kwenda moja kwa moja useme, mama Samweli, ninaomba jamvi unasema si niko naye, unaanza stori zingine kabisa mwaya, ilikuwa ilienda, ilikuwa ilienda, stori zinaendelea, stori zinanoga kabisa. Anakuja Fatuma. Anasema, mama Fatuma anasema, mama Samweli naomba jamvi jamani. Masa aliko hapo sebuleni, hata akachukua mama Samweli, anachukua jamvi huu. Utaishia kusema ah, ndio nilofuata mwenzako, mefuata hilo hilo kwambia ah, pole mechelewa, ngoja mama Samweli alichukue. Too late too late. Kwa hiyo kila kitu utakachofanya unakuta umechelewa, bali unapoamua kufanya umechelewa, eh. Au unataka kuanza mabadiliko fulani kwenye maisha yako, umefanya tafakari, kwa nini sisogei? Kwa nini niko hapa? Unatakiwa ufanye mabadiliko fulani eh ya maisha yako, usacrifice kitu fulani ili maisha yako yaweze kusonga, lakini unaogopa kuchukua hiyo hatua a ah, hiyo sijui itakuaje, a ah, hiyo sijui itakuaje. Matokeo yake ile hatua ambayo unatakiwa ipige, na yeye pia anakukimbia huwezi kupiga hiyo hatua tena. My friend, my friend, usipoamua kwa wakati, maisha maisha yataamua kwa niaba yako. Nipige picha eh. Wewe ukoamua kwa wakati, kwa sababu maisha yanaendelea dunia inaendelea kuzunguka, maisha yataamua kwa ajili yako, kwa sababu kwa niaba yako. Na mara nyingi maamuzi yake yale hutayapenda kwa sababu hayakukonsider wewe unahitaji nini. Hmm? Jamani hiyo ni preamble. Nafikiri hiyo preamble imekupa picha ya madhara ya kutofanya maamuzi kwa wakati, madhara, pamoja, madhara ya kutofanya maamuzi mapema. Hebu twende sasa tukaangalie pamoja madhara yenyewe. Yapo madhara manne ambayo nitakushirikisha leo, naamini tukiyamaliza utachukua hatua ya kuacha kabisa sasa kuwekeza vitu mpaka kesho, kuwekeza vitu mpaka baadaye, kwa sababu umeshaona madhara yake. Madhara namba moja, madhara namba moja ni anasema kwamba fursa hupita kama upepo. Fursa hupita kama upepo. Hebu wewe, nani, tazama, rudia hayo maneno. Rudia. Unaogopa? Hautaki. Ngoja mimi nirudie. Ni kwamba fursa zinapita kama upepo. Eh, kwa hiyo wapi imeshapita? Hebu jafahamu wapi imeshapita? Eh, imesha eh, umeshindwa kugrab ile fursa. Hebu fikiria unakosa tenda au kazi fulani, ili kwa sababu tu kutuma CV mapema. Sio kwamba CV una, CV unayo sio kwamba uwezo wa kufanya ile kazi huna, uwezo unao, lakini tu kuchukua hatua wakati wa kutuma CV basi za anatuma CV zao zinajadiliwa, zinafanywa tathmini, wanapata ile kazi, wanaenda kufanya. Baadaye unasema ni mchawi nani, nimerogwa na nani, kakuroga nani? Ndugu yangu, fursa zinapita kama upepo. Unapoipata basi, grab mara moja, nyakue, nyakua kama mwewe anavyonyakua kifaranga. Nje ya hapo, utasikia tu kwenye redio hiyo ni madhara namba moja, fursa upita kama upepo, usipochukua hatua utasikia tu ilipita, yeah. Lakini la pili, unajiumiza kisaikolojia wewe mwenyewe, kwa sababu utakuwa umekaa na mawazo kichwani, nataka kufanya jambo fulani, nataka kumuuliza mtu fulani kitu fulani, nataka kubadilisha maisha yangu ya, unasema tu unataka, unataka, lakini you don't take any action. Sasa kama u, u, unataka lakini uchukui hatua, unategemea na kwaje? Lazima uendelee kuumia. Na kama utaumia hivyo, yake hali yako itaendelea kuwa hoi hai siku zote, wakati mimi unakosa hata usingizi. Na ukosa usingizi, kesho yake huwezi kufanya hata chochote, unajiumiza kisaikolojia. Na ukishajiumiza kisaikolojia, umekwisha, umekwisha hmm? Ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu, vijana wangu Hebu mjifunze kufanya maamuzi mapema mwili mwache kujiumiza kisaikolojia. Hiyo ni madhara namba mbili. Madhara namba tatu watu wanaanza kudharau sasa. Ukiwa mtu wa kusita sita kila mara watu hata kuchukulia serious au wanakuchukulia poa. Mpotezee tu hayuko serious wewe mpotezee tu. Huwezi kuaminiwa kwenye nafasi yoyote, hata pale mtaani. Hasa wewe utakuwa mtu wa namna gani? Ambaye hata kitu kidogo tu ambacho mtu anaweza kukuamini. Hiyo ni madhara ya kutochukua hatua, kwa sababu wote wanakuona kwamba you don't move forward na wakati wote unapiga mark time pale. Nani atakuchukulia serious kwenye jambo lolote? Hakuna. Unaweza katokea fursa, nani atakuja kukwambia hasa huyo? Hata ukimwambia, unajisumbua tu. Hebu kamwambie fulani huyo, unajisumbua tu. Watu wanaanza kukudharau. Hiyo ni madhara namba tatu. Mathali namba nne na ambayo ni, ni ya mwisho kwa leo ni kwamba maisha yanakwama. Yaani hivyo tu maisha yanakwama, utake ustake. Kama uchukui maamuzi, maana utasonga mahali popote. Wewe maisha lazima yakwame. Maisha lazima yakwame kwa namna yoyote ile. Hmm? Kuchelewa kuamua ni kama kuweka break kwenye maisha yako. Unabaki pale pale wakati wenzako wanasonga mbele. Hebu imagine eh. Unaweka break kwenye maisha yako mwenyewe. Yaani usiende hapo hapo mekanyaga tena kweli kweli, alafu unatafuta mchawi ni nani? Jamani, jamani, chawi ni wewe ambao umeshinda kufanya maamuzi mapema. Chawi ni wewe ambao umeweka break kwenye maisha yako. Hebu tusio acha chawi, maisha usio mchawi maisha yako maisha, maisha, maisha, maisha. Na, maisha, maisha, maisha. Na kama hitimisho nikwambie tu rafiki yangu maisha haya ni mafupi sana maisha ni mafupi sana. Ukitaka kila kitu kiwe tayari ndo ufanye maamuzi, basi utasubiri sana, kwa sababu hakuna wakati ambao kila kitu kitakuwa tayari. Hakuna, hakuna. Nikusii sana, usiishi kwa kesho. Nitaamua, amua leo eh, amua leo, chukua hatua leo. Fursa ziko kwa wanao thubutu. Wewe ambaye usubutu, endelea tu kulalamika mtaani, lakini unakuta watu wanakuja wanakupita, wanakuja wanakupita. Na mimi umenielewa vizuri na kama hivyo ndivyo, naamini pia umejifunza kitu katika uh, somo hili la leo. Basi kama hivyo, hebu bonyeza like hapo chini eh, acha komenti yako, lakini subscribe kwa ajili ya kupata video zingine zenye nguvu kama hii. Kumbuka maisha yako ya leo ndio maamuzi yako ya leo ndio maisha yako ya kesho. Ukiamua vibaya leo, kesho yako itakuwa mbaya. Ukiamua kwa kuchelewa, na kesho yako itachelewa ama itapotea kabisa. Eh, amua leo, amua leo. Asante sana kwa kunisikiliza, asante kwa, kuni, kwa kuangalia video hii na mimi nitakuwa nimekusaidia sana, and bye for now.